Leo ni Pasaka na kwa Wakristu tunakumbuka mchango wa Yesu Kristu katika kutoa maisha yake kwa ajili ya wenye dhambi. Kinachotofautisha mtoaji maisha mwingine yoyote na maisha aliyotoa Yesu ni kwa sababu yametoka maisha ya mtu asiye na hatia lakini pia maisha ya mtu asiye na dhambi. Na haya si maneno yangu, ni maneno ya Biblia kwamba hana hatia na hana dhambi, lakini anasema nayatoa maisha yangu, maisha ya sadaka safi kwa ajili ya maisha ya watu wengine wenye dhambi. Tunaambiwa huo ni upendo wa mwisho, kwamba anatoa maisha yake ili binadamu tupate kusamehewa kupitia kwake tunafundishwa tendo la msamaha. Lazima tujiulize sisi wenyewe, tunasameheana kwa kiasi gani? Mwenzako akikukosea unabaki nalo kwa muda gani? Tunayo sala ya baba yetu kwa Wakristo, kila Mkristo anajua sala ya baba yetu, madhehebu yote ya Kikristo wanajua sala ya baba yetu. Katika maelezo ya kwenye ile sala kuna sehemu inasema utusamehe kama tunavyowasamehe waliotukosea. Je, tunatamka kwa dhati au tunaropoka? Maana unamaliza tu sala ya Baba Yetu, hapo hapo unaanza kukumbuka mwenzako aliyekukosea mwaka juzi. Je, umeomba msamaha kweli? Na kweli umeahidi unawasamehe wengine, au unaongea tu kwa ajili ya kuongea? Lazima Wakristo wawe mfano katika kutoa msamaha kwa watu wengine. Lazima Wakristo wajue kwamba msamaha unaotoka kwa Bwana Yesu unaimarishwa na msamaha unaotoa wewe kwa ndugu zako, kwa jirani zako, kwa rafiki zako, kwa adui zako. Moyo wa msamaha ndio utakaolijenga taifa letu. Tunakatazwa kulaani, tunakatazwa kuwapiza tunatakiwa tuwaombee adui zetu, na hili ndilo ambalo kila Mkristo katika siku hii ya Pasaka anatakiwa kusema: mchango wangu kwa taifa langu ni kusamehe walio nikosea, kwa sababu najua hiyo ndio sadaka kubwa kuliko zote kwa Baba Mungu wa mbinguni. Lakini ndio mchango wa pekee unaoweza kutoa kwa Watanzania wengine, kwamba tushirikiane kuijenga nchi yetu, lakini katika msingi wa kuanza kusameheana